United Insider. Subscribe, like, share na comment kuikuza chaneli hii. Elliot Anderson versus Carlos Baleba, nani anaweza kuwa dili bora la kuja kuitumikia United? Tuangazie mjadala huu ambao umekuwa ni moto sana kwa sasa. Baleba au Anderson, nani anafaa kuwa suluhisho la kiungo ya Manchester kwa mujibu wa taarifa za usajili zinavyoendelea? Na tuangazie takwimu za nyota hawa wawili. Anderson amekuwa ni injini muhimu kwenye klabu ya Nottingham msimu huu akicheza michezo kumi sawasawa sawa na dakika mia tisa na akifanya kazi ya kipunda haswa katikati ya dimba la klabu ya Nottingham Forest. Anderson ana wastani wa kugusa mpira kwa asilimia tisini na tisa katika kila dakika tisini ambazo amecheza mpaka sasa na kupasia pasi sahihi asilimia sitini na nane katika kila game. An accuracy ya ubunifu ya asilimia themanini na saba. Huyu ni moja kati ya viungo bora kwa sasa na ana asilimia nne pointi tatu ya short creation action. Hii ni kiwango cha juu zaidi kuliko kiungo yote katika ligi ya England nye msimu huu, tunaweza kusema huyu ni top top barobaro. Huyo Kiingereza pia amecheza dakika mia mbili na sabini na tisa katika michuano ya Ulaya, kwa maana ya Europa League akiwa na klabu ya Nottingham Forest, lakini timu ya taifa England ameitumikia kwa dakika mia mbili na arobaini na tisa kwenye ile michezo ya kufuzu kombe la dunia. Mashine ikifanya kazi ya hatari. Elliot Anderson ni kiungo ambaye amechanganya ubunifu pamoja na matumizi ya nguvu. Ana assist moja msimu huu peke yake. Goal expectation ana asilimia 0.79 na amepiga pasi 24 ndani ya boksi la mpinzani. Amefanya dribble mara 24, amefanya duels mara 77, tackling mara 26 na ameintercept mara tisa. Ni mchezaji ambaye anajitolea zaidi kwa ajili ya timu. Huyu si playmaker wa kawaida, huyu ni wale mafighter kwa ajili ya timu. Tumangalie ninja kutoka Cameroon, si mwingine Carlos Baleba. Kwa upande wake yeye amecheza dakika mia tano sabini na tano katika michezo kumi na akianza kwenye michezo tisa lakini impact yake kidogo imekuwa chini msimu huu tofauti na msimu uliopita amekuwa na miguso ya pasi kwa asilimia arobaini na tisa tu kwa kila mchezo na ana, ana wastani wa pasi thelathini na moja na ikiwa kidogo ni chini, lakini ana accuracy ya kupiga pasi kwa asilimia themanini na tano. Shot creation ya Baleba kwenye msimu huu kidogo imeenda chini tofauti na msimu uliopita, na inaelezwa kwamba kwa kiungo aina yake haipaswi kuwa chini. Expectation goal kwa Baleba ni asilimia sifuri pointi kumi na tatu na amefanya duos mara thelathini na nne na mpaka sasa akicheza tackling kumi na moja. Unaona, unaona takwimu zake kidogo kama ziko chini tofauti na alivyo Elliot. Uh, lakini sasa tuangazie hela dau linazungumzwa vipi, tukiangalia gharama za wachezaji hawa wawili Anderson anatajwa kwamba anaweza kugarimu fedha chini zaidi ya Carlos Baleba. Price ya Anderson sokoni inatajwa ni kiasi cha paundi milioni sabini huku transfer market wao wakisema kiasi chake uh, au thamani yake ni paundi milioni 45. Thamani ya Mkameruni Carlos Baleba kwa mujibu wa Brighton inaelezwa kwamba ni kiasi cha paundi milioni mia moja na ishirini huku transfer market wanasema Baleba ana deserve kuuzwa kwa euro milioni sitini ambayo ni sawasawa na paundi milioni hamsini na mbili. Swali hapa ni je, nani anaweza kuwa mrithi sahihi wa Casemiro ama sehemu ya kiungo ya Manchester ambao kwa miaka kadhaa imekuwa inasuasua? Anahitajika kiungo ambaye ana brain ya mpira, anaweza kucontrol, kuontr, ana work rate hari ya juu na anaweza kuibeba timu. Carlos Baleba ana nguvu na ni potential, lakini kwa sasa Anderson anaonekana ni mchezaji aliyekamilika zaidi. Kwa mashabiki wa United, chaguo bado ni gumu: Anderson ambaye wanasema ana maarifa mengi na ubora, ama Baleba mwenye nguvu zaidi? Lakini takwimu za msimu huu kwake zimekuwa sio bora, ukilinganisha na msimu uliopita. Pia thamani ya wachezaji hao wawili sokoni inaonekana ina utofauti mkubwa, japo namba hazidanganyi. Elliot Anderson ndiye kiungo ambaye amekuwa na wakati bora sana msimu huu na ni moja kati ya viungo bora kwenye EPL kwa sasa. Bila shaka huyu ni kiungo ambaye pia Manchester huenda ukawa na mhitaji. Kwa siku za karibuni Amorim pia ameonekana akimsifia zaidi kiungo huyu. Niambie wewe, nani unafikiri ni kiungo sahihi zaidi kati ya Baleba ama Anderson ambaye anafaa kuja kuibeba United kikubwa? Mana usiache kusubscribe, kulike, kushare na kukomenti ili kuikuza jamii kubwa ya United Insider.